Wao huona kuwa ni ajabu ninyi kuto, ku, kuto kujiingiza tena pamoja nao katika huo wingi wa ufisadi, na wao huwatukana nyinyi. Unaona hayo. Je tuna, tunaweza kusoma hayo katika toleo nyingine ya maandiko. Maana mmekwisha kutumia muda wa kutosha katika maisha yenu yaliyopita mkifanya yale ambayo watu wasiomjua Mungu hupenda kutenda, washerati, tamaa mbaya, ulevi karamu za ulevi na ibada ovu za sanamu. Wanaona ajabu kwamba sasa hamshiriki tena pamoja nao katika ufisadi wao wa kinyama, nao huwatukana. Unaona, hamshiriki tena pamoja nao katika ufisadi wao wa kinyama, nao huwatukana. Kulingana na Biblia katika toleo nyingine inasema maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali, mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi, wakiwatukana. Sababu ya wao kuwa na hasira kwa Wakristo ni kwa sababu hatujichanganyi tena nao katika aina ya maisha ambayo wanaishi. Sisi si tena kama wao, wale ambao ni walevi, waabudu sanamu. Sisi tena hatujinyanyasi wenyewe katika tamaa nyingi na maovu ya dunia hii, na hiyo ndiyo sababu wanasema kila aina ya uovu dhidi yetu. Hiyo ndiyo imani ya Wakristo. Hiyo ndio imani yetu. Hiyo ndiyo jinsi maisha yetu yatakuwa. Kama sisi ni Wakristo, tutateswa na wasio wa Kristo. Walevi, wahalifu, watu waovu wa ulimwengu watatutesa. Kwa nini? Kwa sababu hatushiriki tena pamoja nao. Kitabu cha Yohana sura ya 15 aya ya 19 hadi 20 inasema kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungeliwapenda kama vile unavyowapenda walio wake, kwa sababu ninyi si wa ulimwengu, lakini mimi nimewachagua kutoka katika ulimwengu. Hii ndiyo sababu ulimwengu unawachukia. Kumbukeni lile neno nililoambia, hakuna mtumishi aliye mkuu kuliko bwana wake. Kama wamenitesa mimi, nanyi pia watawatesa. Kama wamelishika neno langu, watalishika na neno lenu pia. Hiyo ni wazi sana, kulingana na bwana wetu Yesu Kristo, ninyi si wa ulimwengu. Wakristo hawazingatii kwa, kwa viwango kwa maovu, kwa mabaya na kwa tamaa uh, za dunia. Kwa hivyo ninyi si wa ulimwengu, ninyi si wa ulimwengu, lakini mimi nimewachagua kutoka katika ulimwengu. Hiyo ndiyo sababu ulimwengu, ulimwengu unawachukia. Kumbukeni lile neno nililowaambia, hakuna mtumishi aliye mkuu kuliko bwana wake. Kama wamenitesa mimi, nanyi pia watawatesa. Kwa hivyo hayo ndiyo mapambano tutapa, tutapatana nayo kama sisi ni Wakristo. Lakini tutafanya nini? Je, kuna muhtasari katika Bibilia ya nini tutafanya ili kupambana kwa ushindi kama Wakristo? Je, tutafanya nini? Hebu tusome katika kitabu cha Waibrania sura ya tatu aya ya sita inasema: lakini Kristo yeye ni mwaminifu kama mwana katika nyumba ya Mungu. Sisi ndiyo nyumba yake, kama tutashikamana sana na ujasiri wetu na katika tumaini tunalojivunia mpaka mwisho. Kile tutachofanya ni tutashikamana sana na ujasiri wetu na katika tumaini tunalojivunia mpaka mwisho. Hebu tusiwache tumaini na imani ambayo tunayo kwa Mungu na kwa Kristo. Hebu daima tushikilie tumaini hilo, kwa sababu itaokoa nafsi zetu. Katika kitabu cha Waebrania tena sura ya sita aya 19 inasema tunalo tumaini hili lililo kama nanga ya roho lililo imara na dhabiti. Tumaini hili huingia katika patakatifu palipo nyuma ya pazia. Tumaini tunalo kama Wakristo halipo pamoja na watu wote wanaoishi duniani. Tuna tumaini ndani yetu. Tuna, tunatumaini kwamba, tunatumaini ndani yetu tumaini kwamba Mungu atatufufua sisi na kutuokoa siku ya hukumu itakapokuja. Ukristo ndiyo dini pekee ambayo kiongozi wake ameonyesha tumaini Kiongozi wetu alikufa msalabani, lakini baada ya siku tatu alifufuka ili kutupa imani, ili kutupa tumaini. Na kwa sababu ya tumaini hilo, ni lazima tujitahidi bila kukoma kuendelea hadi mwisho, kwa sababu kulingana na Bibilia, tumaini hili lililo kama nanga ya roho lililo imara na dhabiti, ni imara. Hauhitaji kukisia, hauhitaji kuwa na nia mbili hauhitaji kuwa na shaka, kwa sababu tumaini ambalo lilitolewa na Kristo kwa wanafunzi wake ni kwamba baada ya kifo kutakuwa na ufufuo, na katika ufufuo huo mambo yote mazuri ambayo tumefanya na mateso yote ambayo tumeteseka yatalipwa na Bwana wetu na hilo tumaini ni lazima tulihifadhi hadi mwisho, na kuwa na tumaini hilo itatuweka watakatifu. Katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya tatu aya ya tatu inasema kila mmoja mwenye matumaini haya, <coughs> kila mmoja mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama vile yeye alivyo mtakatifu. Wale wanaume ambao hawajitakasi wanaofanya mambo mabaya kila siku, wao hawana matumaini, ambao wanavuruga, ambao wanajiua, wale ambao hawana matumaini. Wakristo wana jambo muhimu sana ndani yao, matumaini yetu katika Kristo. Ni lazima tuweke hilo tumaini mpaka mwisho. Kwa nini? kila mmoja mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama vile yeye alivyo mtakatifu. Hiyo ni kitendo cha dini ya kweli. Dini ya kweli ni kujiweka usichafuliwe na ulimwengu huu. Hebu tusijifunze njia za dunia, hebu tujiweke wenyewe kutoka kwa tamaa na maslahi ya dunia na kushikilia imara kwa hilo tumaini kama Wakristo. Hebu tuvumilie hadi mwisho, tushikilie tumaini hilo, tuangalie kwa tumaini hilo, tumaini hilo lenye baraka. Siku moja katika siku zijazo, hata kama tumekufa tayari, Bwana wetu Yesu Kristo atakuja tena na atatufufua. Na kushikilia tumaini hilo, tumaini imara na dhabiti, tutajitakasa wenyewe. Hebu tuendelee na mchakato wa kutakasa ambayo ulianzishwa na Bwana wetu Yesu Kristo hiyo inaweza kuwa jinsi gani? Pamoja na tumaini katika sisi, hiyo inaweza kufanyika jinsi gani? Kitabu cha Tito sura ya pili aya ya kumi na moja hadi kumi na tatu inasema, kwa, kwa maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunu, imefunuliwa nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia ili tupate kuishi maisha ya kiasi ya haki na ya kumcha Mungu katika ulimwengu huu wa sasa, huku tukilitazama tuki tumaini lenye baraka na ufunuo wa utukufu wa Mungu wetu mkuu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hiyo ndiyo mwongozo kwa Wakristo kufuata. Shikilia tumaini hilo, jitakase mwenyewe, usiishi katika tamaa za dunia, endelea kama mwanafunzi na uangalie kwa tumaini hilo lenye baraka katika kuonekana kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Natumaini kwamba mumeweza kupata ufahamu kidogo kuhusu Ukristo wa kweli. Kwa mara nyingine tena, shukrani kwa Mungu kwa nafasi hii ambayo yeye ametupa kufanya mapenzi yake kushiriki ukweli na nyinyi nyote, ya mandugu na madada. Nami nitapakia mada nyingine wiki ijayo kwa msaada wa Mungu. Tafadhali usisahau kujiunga na kushiriki video na marafiki zako au wapendwa. Mungu awabariki na awaongoze nyote kwa ukweli.